Leo niko hapa tegeta kids eh, na bahati nzuri sana nilikwambia leo nitazungumza na watu wote wahusika ambao unatamani kuwa, kuwa, kuwasikia kwenye uh, masikio yako na macho yako pia kuwatazama. Niko na mama Mage hapa na mambo mengi sana kumuuliza pia na yeye eh, mamangu, heshima. Sante, kwema kabisa. Tunamshukuru Mungu kwanza. Hongera sana kwa kila ambacho umefikia, hatua hii ni watu wachache sana ambao umewahi kushikilia jambo lao na likafikia lika watu wengi na wakaelewa nini ambacho mnakusudia kukifanya. Hongera sana kwenye hii asante sana. <laughs> Ilikuwaje hasa kwa mtu ambaye afahamu, labda? Nilikuwa nazungumza na Mamage, kanielezea kwa uchache, lakini nikasema ngoa, nazungumza na mama mama ambaye Wakitanzania kuamua kuja na idea kama hii ni wachache. Wengi wakiona kama ni kupoteza muda, lakini kwa kweli uliona ngoja turuhusu hichi kitu tukifanya. Hasa mwanzo hasa ilikuwaje mama? <laughs> <laughs> Mwanzo ulikuwa ngumu, lakini kwa sababu anayeweza anayekuongoza yupo. mm. Kwa sasa hivi ni rahisi. mm. Mwanzoni kweli nilikuwa na kipemala cha mwanangu mm kwenye sherehe yake nikamwambia nitakutafutia watoto ambao, mm -hmm. wa kucheza mamedsi wa kuingiza ukumbini, kweli. Na hapo sikujua kama mwanangu ana kipaji mm -hmm. usiku mjua, siku ikafika, nikamwambia sherehe imeshakaribia, nikamwambia mwanze kufanya mazoezi, nikaenda nikamwambia vye watafuta tena marafiki zake wawili mm -hmm. kutafuta marafiki zake, marafiki zao, nikabidi mimi niende niwaombe kwa wazazi wao, bwana, nilikuwa naomba. Nilianza na watoto sita, mm -hmm. akiwemo na mage mwenyewe wa sita. mm -hmm. Kwa hiyo pale watoto wakacheza, walivyocheza kutoka kwenye kipaimara basi tukamwa tuendelee. mm. mm. Oh, yeah. No, ilikuwa tu hivyo tu mkavutiwa na yani. Mimi kwanza mwanzo nilianzisha kikundi Mbagala mm. Yani, alafu mimi nilikuwa nacheza sana kwenye maarusi nilivyokuwa binti binti, mamed si sijui nini. Kwa hiyo kile kipaji kipo ndani Adamu. Oh, <laughs> <laughs> eh, sasa baada ya hapo nikaona na huu utuzi wangu, basi subiri sasa. Hapo walipokuwa wameanza kucheza, ticha nikamwita ticha, bwana, naomba wa trend watu wa teni watoto mm. Sasa huyu hapa mimi sikujua na kipaji pale alipokuwa anacheza katika, mm. watoto wanaocheza na anacheza vizuri mm. ni yeye yeah. Basi nikasema labda kalisi kipaji kutoka kwa mama yake. Unasema damu ni nzito kuliko maji, nimeona sasa hivi watoto wamekuwa ni wengi sana. Hasa ni siku gani ambayo ilikupa moyo ukasema kwamba hiki anachokifanya, uh, kina faida huko mbeleni, hasa najua kwenye mwanzo unakuwa gani mgumu sana, iliku, ilikuwa ili, ili siku ambayo ilikupa moyo Eh, uh, mimi nakati naanzisha hiki kikundi. Sasa hivi inaenda kama miaka mitano mi hivi. Eh, uh, huu uh, mwaka tunamaliza na kuja watano huu mwaka miaka minne. Okay, sawa. Eh, uh, kurudi nyuma sije tu kwa mwaka mwaka mwaka okay, elfu mbili na ngapi? uh -huh. <coughs> mimi kwa kweli eh, sikutegemea kama tutakuja kufika huku kiukweli mm -hmm. Ticha nivyo kutana naye akaniambia, vipi bwana, tusiishie tu hapo inabidi tu tunaingia kuni nani, tunapiga clip tunarusha mtandaoni, tunapiga clip tunarusha mtandaoni. Ticha ndio alikuja na idea, nikasema sawa. Kwa sababu, unajua, sisi, hizo, tupoko, tunacheza, makopo hizo hamna, kwa hiyo kama unajua hivyo kweli, Ticha akaanza na moja hivyo hivyo, watu wakawa wanaanza kutufahamu katika zile nani comment mnaweza mnaweza mnaweza, mwisho wa picha tuka tuka tunaenda kuni maharusi sana sana maharusi vishereshere mm, nje. Mwisho wa picha wakatupenda, wasanii wakawa wanapiga simu, klipu sijui nini. Mwisho wa picha tukawa tunapiga na kina chino hivyo, mm, tukaanza kupanda, Mungu anatusaidia, tunapanda mpaka hatuahiituafiki, mm, yeah. msanii mm. wa kwanza mkubwa nahisi <laughs> kama ni chino, chino. Mm. Ah, mm. Okay. Malipake, Malipo yake ni ya kawaida tu, ni mazuri tu. Si msanii ule, lazima tulipe ma, malipo ni mazuri, na watoto walifurahi. Mm. mm. Uh, kazi ambayo kiukweli imefanya watu wengi tukafahamu, ni kazi ya Diamond. Nataka nifahamu hasa mwanzo Diamond aliwapata, aliona vipi na ilikuwaje mpaka mkaja kufanya naye kazi, pia kiukweli kusema Diamond ametuona vipi? Mimi hilo silielewi, bali tu nilipigiwa simu, mimi ndo nilioipokea. Alo. mm -hmm. Eh bwana, madam wa Tegeta Kids? Nikamwambia ndio mm -hmm. Madam, nataka watoto mia, kuna nani video anataka ku, kuifanya ila hawakuniambia video ya nani. Nikamwambia sawa Pata. Mm -hmm. Kwa hiyo naweza kuwapata lini? ilikuwa ni Ijumaa, nikamwambia hivi, akasema yeah, juma Jumapili nikamwambia sawa, haina shida. Kweli Jumapili ilivyofika mm -hmm. Jumamosi ile usiku, watoto nikakusanya wako themanini, nika makundi mengine nikawachukua mm -hmm. wakawa themanini mm -hmm. nikawaambia, sawa sawa, basi Ilivyofika saa mbili, tukamwambia tunaomba uhakika Dar es Salaam, akasema huyu msanii bado yuko Zanzibar, uwezekano wa kurudi leo afu kesho akafanya video ni ngumu, ni ngumu. Kwa hiyo hebu tufanye next week nyingine. Kweli ilivyofika tena Ijumaa, kanipigia simu, tukawa tumeshajisahau, akapigia simu, bwana, akusanye wale watoto Jumamosi, kesho tunaanza. Kweli tukawakusanya watoto, wakaja teacher, akaja kwa twenty hapa kwa nani, mazoezi, mazoezi Jumamosi. Kweli tukafika pule eneo la tukio, tukaenda Tandale shuleni, na kaa kidogo, atakuwa bado hatujajua kama ni Monde nafika kidogo m, magari tunashangaa, naingia meusi mabouncer wanatoka wanalinda pale, mana kama huyu ni msanii mkubwa vipi? Kidogo sasa tunazubaki kidogo, Monde anatoka eh? Mungu <laughs> kweli tulishukuru Mungu, akasema eh? Mungu asante wa watoto walifurahi, wengine walikuwa wanacheza mpaka wanalia uhum kuwa hawakuamini, maana hawakutegemea hata kumuona Mondi lakini, yeah. Mwadi makundi mengine tuliowaita wamefanya, yani Tegeta Kids imefanya wamuone Mondi, maana bila sisi kuwaita. E, kweli walifurahi, aka, yani ni kweli walifurahi siku hiyo. Pia mwanao pia alikuwa anatoa machozi baada ya ya kutana Diamond. Pia kama, kama mama, alikwambia ni kitu gani ambacho kiko kinamliza baada ya kutana na Diamond? Diamond alimwambia nini hasa, kama mama? Anasema yeah, Monde alikuwa anatusi, alafu ni mtu ambaye kama akiwa na haswa au anapewa usia ni mwepesi sana wa machozi. Kwa hiyo pale Osia alipokuwa watoto ni wengi, alikuwa anapewa Osia, lakini ile unaona Osia wa Mondi ulimliza, sema Mondi akwenda kwa Mbevi, tupambane. Mi mimi mwenyewe mimi nimepambana sana, msichoke. Watu wanaosema vibaya ni kweli mwanangu, sometimes wanasemoga vibaya. Hiki kitoto kiangalie, yani saa nyingine yani wanamsema, lakini sasa labda katika zile nani kajumuisha kajumuisha mtoto akaanza kulia. Mm. Kwenye, kwenye, kwenye kusema pia ni kwa nazungumza naye pia kananiambia hicho kitu. Uh, mwanzo aaamii kama kama mimi sana sana ni mtu wa kudharau maneno ambayo hayana maana, yani usimjibu mtu ukiona limekuzi sana, mm -hmm. yani. mm -hmm. mm -hmm. Uki sana ingia nalipiga goti, mwambie Mungu huyo, yeah. Ndo kila kitu, ndo yani wewe ndo slowa maisha yako, kwa hiyo we hata mama mtu mzima kwambie kiangalie kembamba, wewe sema asante, usimjibu. Yani usimjibu basi, namwingia ndani namwambia, bwana mwanangu maisha mwingine anakutafutia kiki tu mm, ili afanye mambo yake anayojua. Kwa hiyo wewe nyamaza, mm. Akikutukana, akikudhalau, akikuona wewe malaya, akikuona wewe kitu chochote atakachokuita, basi sema mimi. Usimfuate, usimfanye nini. Wewe shukuru Mungu, muombe Mungu akufikishie. Unachokiona kibaya basi waje wakione chema. Mwanao kwenye video ya nani anaanza kuonekana pale. Na nimetoka kumsifia pia nikamwambia, hicho kitu ulitegemea haza, ha, li, Ulikuwa ni, ni, ni script kama bana, katika watoto sasa. Mwanangu naonekana video inapoanza, ulikuwaje? Mimi kwanza mwanzoni sikujua, ila mwanzoni pale huyu teacher sometimes alikuwa anampanga nyuma, ila madirector wale, unajua bana, nyota ya mtu ni nyota ya mtu, unaweza kumzibia. Madirector wale wanasema huyu mlete, anajua kucheza kuanzia mwanzo pale tulivyoanza. Kwa hiyo akicheza, ni watu ambao kila mtu anavutiwa jinsi anavyocheza. Kwa hiyo anaambiwa lete, mweke mbele, mweke mbele jinsi anavyojituma na wasmile. Kwa hiyo pale madirekta mwenyewe nilikuwa nawasikia ana smile, waskia vizuri anacheza na nyimbo inavyoenda. Ehe, kwa hiyo huyu mwacheni akae mbele bila kufungua nyimbo. Mimi kiukweli sema ukweli, ukweli mpenzi wa Mungu sijajua kukujua, na kukujua na wala sijajua na wala sijakuwa na, na edit nao wale sijui nimekuja hmm, tu kuona e, e, basi ni wakati wake Mungu, naye kampa baraka zake na riziki zake. Video ilikuja kutoka na ukaiona pale, anaanza pale na ndio shot ambayo inaonekana vizuri sana. Ulifili kitu gani hasa na pia baada ya watu kabla ya na wewe yani mimi yeah, mimi uh, kama mzazi nilisikia furaha sana yani mm, tu nilipiga goti ndani nikamwambia Mungu, endelea kumpambania mwanangu, naendelea kupambania kikundi chote cha Tegeta Kids mm -hmm, tufike mbali mm -hmm, eh. Na watu mtaani wanazungumza kitu, maana wakati mwingine kwenye mafanikio sasa, kila mtu anaanza kutubu, sasa. Ha, uh, wananiambia mimi bosi, e, sasa hivi hatukuwezi, sasa hivi mambo yako makubwa ni kitu cha kawaida hiki. Tunamshukuru sana sana, tunamshukuru Mungu Damu alionekana kuwa, kuwa, kuwa kubali sana nyinyi kundi lenu, na akasema atarudi. Pia kuna ahadi ambazo akasema bana, ambazo nitaziweza taananili ntazi, ntazi, ntazi, ntazi, nyi mepanga kuongea naye kitu gani, ama mlimwambia kitu gani damu ataweza kuwasaidia kwenye kikundi ambacho mnakihitaji? Na pengine ambao wanawasikiliza <coughs> natamani utawaguse sehemu gani hasa? Kwa kweli Diamond hatujamwambia chochote, alisi alipromise tu ila hatukumwambia, hatujui moyoni mwake mm -hmm. ila kwa Mungu akisaidia, akija, au hata wasanii wengine wakija mm -hmm. Sisi lengo na madhumuni, tulikuwa tunahitaji tufungue shule ya kukuza vipaji vya watoto yeah. yani, kama Mungu ataita wadhamini wa watu, watupe nyumba, vifaa, kila kitu yani, ni shule ambayo ya kukuza vipaji vya watoto, talent za watoto, maana Afrika nzima hakuna mm -hmm. ndio lengo na madhumuni yetu sisi mm, e, kama wasanii wana, wanaweza kutia mchango na kuwadhamini hilo tu canzana mm. mm. tuna tuna madensa wengi ambao hakika ambao wanafanya vizuri sana aa, kuna enjo nyingi, kuna kina Miss wale na kina bonge la dada pia. Wamekuwa ni wengi sana ambao wanafanya poa sana, wameshawahi labda kipindiimeweza ma kufanya nao kazi na nini? Uh, hatujawahi kufanya nao kazi ila jana tulipanda na, na njo nyingi tulikuwa Bagamoyo. mm. Uh, uh, wenyewe alikuja na kundi lake na sisi tukakutana pale, ila hatukupata nafasi ya kuongea mm. na natamani kuambia uh, wananchi tunawapenda sana mm. Tunaomba sapoti zenu Tegeta yeah. Kids au watoto waweze kufika mbali yeah. Najua maombi yenu ndio baraka zetu yeah. E, tunaombeni yeah. Msituchoke, endeleeni kutupambania, na nyie mpo katika kutupambania, maana mtu akiweka vocha kituangalia bado kaisha, kaisha tupambania yeah. Mm, Mungu awabariki sana yeah. Yeah. Asante sana okay, po, po.